Mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi tisa hakuna aliyewahi kujua. Kweli, tunalea watoto hapa, nyie walimu. Hakuna aliyewahi kujua basi, siku hiyo mtoto imekuwa sasa ndo anauma uchungu, anapelekwa mpaka hospitali. Huyo anayempeleka yani ume, uri, alikuwa wapi yani? Hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli, hata kama mimba, kuna mtu anapata mimba haionekani kweli? Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa, unasubiria mgonjwa wako, ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua, kwamba umembeba wewe, ni matron au ni nani? Hujawahi kujua kabisa. Tunalea watoto hapa, yaani mwalimu mkuu wewe hapa, siku zote hapa una, una makamu wako wawili, siku zote hapa hata una matron siku zote hapa yupo mwalimu wa nidhamu, hamjawahi kuinteract na huyo mtoto, yaani hamjawahi kukutana naye kabisa katika namna yote. Mwalimu wa darasa hujawahi hata kujua kabisa, huyu binti huyu mbona ana tatizo hivi? Ni nani unaweza ukamweleza hilo jambo akakuelewa? Nyinyi wote watu wazima hapa huyo mtoto mimba haijaharibika, ya miezi minne, ya miezi tisa iliyokomaa. Mtoto amekomaa kabisa na kilo za kutosha, hakuna aliyewahi kujua. Na huyo binti, kwa maelezo yake, anasema mimba wakati anatoka Biharamulo kwenda kuchukua cheti chake Karagwe, Bukoba, alichelewa gari kupata gari pale Karagwe, ikafika jioni, hana hela ya kwenda kulala ili apande gari asubuhi yake akapata bodaboda akampeleka gesti. Huyo bodaboda akamlipia gesti, usiku akarudi kulala, naye ndio akaipata mimba, kwa maelezo yake. Sasa RPC tusaidie, tusaidie tumpate huyu, bodaboda huyu. Na tutampata anamjua, na mawasiliano naye tumkamate, aje kujibu kesi hii. Hatuna shida na mtoto wetu, mjukuu wetu tumempokea, lakini huyu aliyemsababishia matatizo haya lazima, lazima, lazima tumwajibishe, lakini pia inawezekana pia anadanganya mm -hmm. Ila ametaja mtu mwingine aliyewahi kutembea naye mm -hmm. Huyo naye tumkamate, tupate DNA, tutapima kati ya yule bodaboda na huyu okay. Lazima watu wajue kwamba huyu ni mwanafunzi aheshimike na heshimiwe. Kuna wanaume kama watatu hivi, hao wote tutawakamata wote, ambao ametaja aliyewahi kutembea naye mm -hmm. Tupime, mtoto yupo, tutapata DNA, wataalamu watatuambia huyu mtoto ni wa nani, ili tumsaidie lakini la tatu, afisa elimu, huyo binti hatuna tatizo naye na hana matatizo, arudi aendelee na shule. Kuna shida kwani? Arudi haraka iwezekanavyo, na bahati nzuri analia, na ndio maana alizaa mtoto akamtupa, anaogopa asikuze shule. Maana yake anahitaji endelee na shule, hata huko aliko anatamani arudi aendelee na shule. Kwa hiyo arudi, amwachie mtoto bibi yake, sawa sawa, haraka tu iwezekanavyo. Akirudi uniambie niji nimwone.